Hata hili swala hili la watu wanasema maisha magumu kwa sababu ya JPM sio kweli, ni, ni ni propaganda tu, kwa sababu watu wanasema kwamba watu wameminywa huko siuya wapatiera. Hivi unaweza ukasema unajenga uchumi kwa kuruhusu watu kupiga dili pesa za umma kiharamia, alafu ndio zinaingia kwenye mzunguko wa kawaida wa uchumi, halafu useme unajenga uchumi? Haiwezekani na wala haingia kilimi. Kwa hiyo acha watu wa waminywi wa, wa ambao walizoea kuweza kupiga au, au kufoji pesa za umma. Pesa za umma zinazopatikana tuone zikipelekwa kwenye miradi ya maendeleo, kama ni miradi ya maji, ni miradi ya barabara, ni miradi ya kilimo, ni projekti za ujasiriamali, ni ujenzi wa ofisi na nidozio mbalimbali hapa nchini. Tuone pesa zikiwa dedicated kwenye maeneo ambayo yame kini la mwisho katika hili kusema pengine ningeweza ni na, ni, na na, na tutaendelea kushauri serikali kwamba tuone pengine serikali itenge vipaumbele vichache ambavyo vinaweza vikawa na matokeo chanya kwa kiasi kubwa kwenye uchumi wetu. E, lazima kuweza kuangalia maeneo ya kuweza kubainisha ambako ndio mkazo upeleke huko, kwa maana pesa nyingi za maendeleo ziweza kupelekwa huko, ambavyo tumeona kwenye reli wamefanya kwa kesho kija, wakafanya pia kwenye maeneo mengine kama kwenye kilimo.